Nchini Kenya, washirika wa karibu wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ambao bado wapo serikalini huenda wakajikuta pabaya wakati huu kukiwa na hofu ya baadhi yao kukamatwa au kuenguliwa kwenye nafasi zao. Baadhi ya wafuasi wa Gachagua, wamo ndani ya chama cha rais William Ruto cha UDA, na sasa huenda wakavuliwa uanachama wao na kupoteza nafasi walizonazo. Lakini je, ikiwa hili litafanyika litakuwa na athari gani kisiasa haswa kwa rais Ruto? Felix Arego ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya huyu atakuwa anasema kwamba kuna jinsi serikali inamdhulumisha ndo apate ile sympathy. Rais William Ruto alitumia hii mbinu mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili na ilimsaidia sana. Sasa wakati huu Rigathi Gachagua ni mwanafunzi wake, uh, rais amekuwa akitumia hii. Rais atakuwa amejiangusha kabisa wakati ambapo atachukua hatua ya kushika wapinzani wake. Ni mtazamo wake Felix Arego, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya.